Hatimaye Mahakama Kuu Tanzania jijini Dar es Salaam imepanga tarehe rasmi ya kuanza kusikiliza kesi ya mashtaka ya uhaini inayomkabili mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na mkosoaji mkubwa wa serikali mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Katika tangazo lililotolewa leo na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dustin Nduguru, mahakama imeeleza kwamba shauri hilo litaanza kusikilizwa mfululizo kuanzia tarehe sita ya mwezi wa kumi. Katika kipindi hicho, upande wa mashtaka umepangiwa kuwasilisha mashahidi wake ili kuithibitishia mahakama madai yaliyoainishwa kwenye hati ya mashtaka. Mawakili wa serikali waliambia mahakama kuwa wanalenga kuwasilisha mashahidi wasiopungua wa 30 wakiwemo wanahabari waliokuwepo wakati wa mikutano ya hadhara na maandamano yanayodaiwa kuhusiana na matamshi ya uchochezi yaliyotolewa na Lissu. Kwa mujibu wa jamhuri, kwa mujibu wa upande wa jamhuri, mashahidi hao watatoa ushahidi juu ya athari za matamshi hayo na namna yalivyoweza kuathiri amani ya na utulivu wa nchi. Aidha, imeelezwa kwamba miongoni mwa mashahidi hao wapo maafisa wa polisi, maafisa wa intelijensia na wananchi waliodaiwa kushiriki kwenye mikutano ya hadhara ambayo upande wa mashtaka unaamini ndio msingi wa shtaka la uhaini. Kwa upande wake, Tundu Lissu ambaye amechagua kujitetea mwenyewe akisaidiwa na timu ndogo ya wasaidizi wa kisheria, aliambia mahakama kuwa atawasilisha orodha ndefu ya mashahidi wake, wakiwemo viongozi wa juu wa serikali na wanaharakati wa kimataifa. Lissu aliwataja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, waziri mkuu, mkuu wa jeshi la polisi na mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa kama mashahidi anaokusudia kuwaita. Kwa mujibu wake, mashahidi hao ni muhimu kwa sababu wanaweza kueleza mazingira halisi ya kisiasa, kisheria na kiutendaji yaliyomzunguka wakati akitoa kauli zinazodaiwa kuwa ni za uchochezi. Zaidi ya hapo, Lissu ametaja pia mashahidi kutoka mataifa ya jirani ya Kenya na Uganda akiwemo jaji mkuu wa zamani wa Kenya Dr. Willy Mutunga, mwanasiasa na wakili wa Kenya Martha Karua, mwanaharakati wa haki za binadamu wa Kenya Boniface Mwangi na mwanaharakati wa Uganda Agata Atuhaire. Kwa mujibu wake, mashahidi hao wa kimataifa wanahitajika ili kuthibitisha kwamba harakati zake za kisiasa na kauli zake zimekuwa sehemu ya mapambano ya kidemokrasia barani Afrika na sio kitendo cha uhaini kama inavyodaiwa na upande wa mashtaka. Kabla ya kufikia hatua hii, kulikuwa na mivutano mikali kati ya Lissu na upande wa mashtaka kuhusu uhalali wa hati ya mashtaka. Lissu aliomba mahakama itupilie mbali shauri hilo akidai kwamba hati ya mashtaka haikujitosheleza kisheria na kwamba iliwasilishwa kinyume na utaratibu. Hata hivyo, jopo la majaji lililoketi kusikiliza mapingamizi hayo lilikataa hoja hizo. Katika uamuzi wao, majaji hao walibainisha kwamba mapingamizi yaliyowasilishwa hayakuwa na msingi wa kisheria na kwamba mabadiliko yaliyofanywa kwenye hati ya mashtaka yalifuata taratibu zinazokubalika kisheria. Uamuzi huo ulikuwa pigo jingine kwa Lissu ambaye amekuwa akijitetea mwenyewe bila uwakilishi rasmi wa wakili mkuu. Katika hatua nyingine, Lissu aliomba shauri hilo lirushwe moja kwa moja kwa vyombo vya habari ili wananchi wapate fursa ya kufuatilia mwenendo wa kesi yake. Hata hivyo, mahakama ilikataa ombi hilo, ikisema kurusha matangazo mubashara kunaweza kuhatarisha usalama wa mashahidi na kuathiri utaratibu wa usikilizwaji wa kesi yenyewe. Majaji walieleza kwamba kesi ya uhaini ni nyeti na mashahidi wengi ni wasiri, hivyo ni busara kulinda usalama wao na faragha ya mashauri badala ya kutangazwa hadharani. Kesi hii ya sasa ni mwendelezo wa misukosuko ya kisheria na kisiasa iliyomwandama Tundu Lissu kwa zaidi ya miaka kumi. Lissu, ambaye ni wakili mstaafu wa mahakama kuu, amejipatia umaarufu kama sauti ya upinzani na mkosoaji mkubwa wa serikali katika maeneo ya uwajibikaji wa viongozi, matumizi ya rasilimali za taifa masuala ya kidemokrasia . Mara kadhaa amejikuta akikabiliwa na kesi mbalimbali za uchochezi na kutoa matamshi yanayoonekana kukinzana na mifumo ya kisheria ya nchi. Mnamo Septemba ya mwaka 2017 Lisu alipigwa risasi zaidi ya 30 mjini Dodoma na watu wasiojulikana. Tukio hilo liliacha historia kubwa ya kisiasa nchini ambapo mwanasiasa huyo aliponea chupu chupu na baadaye kusafirishwa kwa matibabu nchini Kenya na kisha Ubelgiji. Tukio hili lilibadilisha kabisa mtazamo wa kisiasa wa Lissu na kuimarisha zaidi nafasi yake kama mwanasiasa anayejitolea kwa gharama kubwa kupigania haki na demokrasia. Na katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, Lissu aligombea nafasi ya urais kupitia Chadema akipambana na rais wa wakati huo, Hayati John Pombe Magufuli. Uchaguzi huo ulimalizika kwa CCM kutangazwa washindi huku Chadema na vyama vingine vya upinzani vikilalamikia ukiukwaji mkubwa wa haki za uchaguzi. Jambo lililozua sintofahamu kubwa kitaifa na kimataifa. Baada ya matokeo hayo, Lissu alilazimika kuondoka nchini kwa hofu ya usalama wake, akihamia nchini Ubelgiji ambapo aliendelea kutoa kauli kali dhidi ya serikali ya Tanzania. mnamo Januari ya mwaka 2023, na baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza sera ya maridhiano ya kisiasa, Lissu alitangaza kurejea nyumbani kutoka uhamishoni. Mapokezi yake yalikuwa ya kihistoria. Mamia ya wafuasi walijitokeza kumpokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Wengi waliona kurejea kwake kama ishara ya mwanzo mpya wa siasa za upinzani nchini. Hata hivyo, haikuchukua muda mrefu kabla tena kujikuta akikabiliwa na kesi mpya za uchochezi na hatimaye shtaka kubwa zaidi la uhaini. Kesi hii ni ya kipekee katika historia ya siasa na sheria nchini Tanzania kwa sababu inamhusisha kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani. Kesi za aina hii mara nyingi hutazamwa kwa jicho la siasa zaidi kuliko la kisheria pekee. Wachambuzi wa siasa wanasema matokeo ya kesi hii yanaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa siasa za upinzani nchini Tanzania ikiwa Lissu atatiwa hatiani, Huenda ikawa ni pigo kubwa kwa harakati za wapinzani, lakini kama atashinda, basi nafasi yake kama kiongozi wa upinzani na mtetezi wa demokrasia inaweza kuimarika zaidi. Kwa miaka mingi Tundu Lissu amejikuta akikabiliwa na kesi mbalimbali ambazo zimekuwa zikimwandama kutokana na kauli zake. Baadhi ya kesi hizo ni pamoja na kesi ya uchochezi ya mwaka 2010 na mwaka 2015. Alikabiliwa na kesi nyingi baada ya kutoa kauli dhidi ya viongozi wa serikali. Na mikataba ya madini. Nyingine ni kesi ya uchochezi Dodoma mwaka 2016. Lisu alikamatwa mara kadhaa na kushtakiwa kwa madai ya kutoa kauli zinazohatarisha usalama wa taifa. Na nyingine pia ni mashauri ya uchaguzi ya mwaka 2020. Baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2020, alikumbwa na mashtaka mapya yaliyohusiana na mikutano yake na kauli alizozitoa akipinga matokeo ya uchaguzi. Na nyingine ni kesi za hivi sasa kuanzia mwaka 2023 mpaka mwaka 2025. Ni muendelezo wa mfululizo wa kesi ambazo kwa kiasi kikubwa zinahusiana na nafasi yake kama kiongozi wa upinzani na mkosoaji wa serikali. Na kwa kumalizia, kwa mara nyingine tena macho ya Watanzania na jumuiya ya kimataifa yataelekezwa kwenye mahakama kuu jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe sita ya mwezi wa kumi pale shauri la uhaini dhidi ya Tundu Lissu litakapoanza kusikilizwa rasmi. Hii si kesi ya kawaida, bali ni kielelezo cha mapambano ya kisiasa na kisheria yanayoendelea nchini Tanzania kati ya serikali na upinzani. Hali ilivyo sasa, Lissu anabaki kuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa na wenye historia ndefu ya migogoro ya kisheria. Kesi hii inaweza kufungua kurasa mpya katika historia ya siasa za Tanzania, ama kumaliza kabisa mustakabali wa kisiasa wa Lissu, au kuimarisha zaidi taswira yake kama mwanasiasa shupavu anayepigania demokrasia na haki za binadamu. Na hayo ndio yaliyojiri juu ya agizo la mahakama na kauli za Tundu Lissu kuhusu sakata zima la kesi ya uhaini inayomkabili na kuanza kusikilizwa mfululizo ndani ya tarehe sita ya mwezi wa kumi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili, lakini pia endelea kutufuatilia wakati wote kwa habari zaidi. Kiganjani mwako.